Msefu, habari za muda gani bana? Salama, kwema, kwema. Kwema, habari za huko? Namshukuru Mwenyezi Mungu, bwana, mimi niko sawa sawa, ndio ndiyo. E, niko afya tele bana, nimekutafuta hapa e, nimeona hili pia lisipite hivi hivi kutokana e, na mafanikio ambayo mpira wa Tanzania tumeyapata, e, nikaona nikupigie kidogo tuzungumze kuhusiana na e, mafanikio haya chini ya uongozi wa rais wa TFF. E, na mjumbe wa kamati e, pale kafu Rais Wallace Karia e, kwa upande wako miaka hii ya Karia imekuwa ya namna gani na yanastahili pongezi za namna gani? ni kukumbusha kidogo. Mimi huwa napenda kuishi kwa kumbukumbu, na kimsingi kabisa tunapozungumzia kumbukumbu <laughs> hata vitabu vyetu vya dini ni kumbukumbu, ndio ndio, ana zinawaripoti manabii waliopita, tunakumbushwa walioyasanya hata tukiambua tuende katika misikiti na makanisa pia tunakumbushwa kufanya wema. Kwanza cha kwanza kabisa niombe amani eh. hii inapoomba amani na kusudia Mwenyezi Mungu afanye wepesi, nadhani kesho tutakwenda katika uchaguzi, iwe tunataka tutake, tutachagua na wapo wasiochagua, lakini uchaguzi utakwisha. Basi Allah afanye wepesi, kuwe na amani katika kumaliza uchaguzi. Swala la msingi tu inaturudi kwa rais wa TFF. Mimi unapomtaja Karia Abdallah, naam, sijui nimpe jina gani. Nikisema ni legend nitakuwa nakosea, nikisema hivi nitakuwa nakosea. Alafu watu wanaodhani sisi watu wa Simba tunampenda Simba, tunampenda Karia kwa sababu ni Simba, si tutawakumbusha na waujue mpira Yanga ni bingwa miaka minne, ndio sio sahihi kabisa. Rais ni nani madarakani? Yupo wales Karia. Ah, basi yaani, wao wajue si tunapomwambia Karia ni president hatumsifu kwa maslahi ya Simba ah -ah. Tuna tunamsifu kwa maslahi ya mpira moja kwa moja. Sasa ngoja nikwambie kitu kidogo, alafu uta, utakumbuka ninachokwambia hichi. Leo mashirika ya upelelezi makubwa duniani nadhani ukitaja utataja Scotland Yard utataja CIA Amerika, ndiyo, utataja na mashirika mengine ambayo ni mazito mazito hatuwezi kuyataja yote ya, liko lile ambalo liko Israeli ndiyo, ndiyo. Umenielewa e, tuseme na mengine sasa, unapo unapoingia kwenye kashfa yoyote yakapewa mashirika ya kukupeleleza yakakukosa kwenye hatia, maana yake wewe ni mtu bora maana yake wewe ni mwadilifu. Wallace Karia aliwahi kukutwa na kashfa ya rushwa, umenielewa vizuri? Ndio ye ilimwondoa, miongoni mwa watu walioondoka madarakani alikwepo, ameendelea kujimwaimwai na kujimwamba fani. Ndio maana yake walipopeleleza hao watu waupe, ambao wana haki ya kupeleleza, wakagundua hakuwa na hatia. Jambo la kwanza anaanza naye, umemtajia Karia leo. Acha niungurume juu ya huyu mwamba. Huyu mwamba ni mtu mwingine kabisa, na pia hili nitakugusia mimi, ujue kwa nini Karia amekuwa hivyo, ah katika haki za kiutawala duniani, umeelewa. Ogopa sana wabantu wakikutawala, wabantu, hilo ni tatizo. Kuna watu wanaitwa wahutu na watusi, n yani, kimamlaka ya kiutawala, Mungu alivyoumba mhutu, hatakiwi kutawala kwa sababu ni mbantu. Wale wenye pua kama zangu mimi, wale ni wabantu hawatakiwi kutawala. Wale wenye pua kama wazungu wa mfano wa Kagame na watu wengine wanatakiwa kutawala, ndiyo. Umenielewa vizuri? Ndiyo, Karia eh, yani Karia, niseme niseme, una saba wake huko, alikotoka wenyewe kiasili mm, ni watawala kwa sababu jamii ya yao, hata wamasai wamo, weka hapo kidogo. Ndiyo, Wamasai kiasili ni watu, sio watu kutoka Eritrea huko. Umenielewa vizuri? Sasa kwa Karia staki ni guse, alitoka wapi? Nadhani kuna watu watakuwa wanajua asili yao ni wapi, lakini ye ni Mtanzania ana sifa ya kiutawala, ila kulikuwa na mbantu mmoja aliwahi kupita TFF. ili umuone Karia ni mwamba na yuko sawasawa, inabidi upite kwa watu waliowahi kuharibu, umenielewa sijui hey? Shika hiki ambacho nakwambia, yuko mbantu mmoja ambaye huyu mbantu mwenyewe eh, aliwahi kushika TFF. Shehe alikuja kukamatwa kama anakamatwa ng'ombe wakati huo anafanya kazi na Karia. E bana, hii si ntaeleweka muda huo. Yani Karia ni makamu mwenyekiti, huyu mbantu alikuwa ni mwenyekiti wa TFF. Sijui kama kulikuwa na mamlaka ya urais wakati ule, nadhani ilikuwa ni mwenyekiti, alikuwa ni mwenyekiti wa TFF. Mbantu akakutikana na kashfa ya rushwa, mwamba Karia akaendelea na kazi. Yani hapo vinapeleleza vyombo vya ndani Hebu nisikilize uadilifu wa Karia. Kuna watu hawajui. Kashfa ya kwanza ni hiyo, ikamwondoa hakuhusika. Kashfa ya pili alikuwa anashutumiwa mwenyekiti wa kafu ambaye alitoka katika nchi ya Madagascar kama unakumbuka vizuri ndiyo, ndiyo. Wallace Karia akakosekana na kashfa hizo, na bahati mbaya fedha hizo zilipita Karia. Angekuwa mtu wa tamaa kama Wabantu, Karia alikuwa anachukua ile fedha anaizungusha tu upande wa pili, umeona anaibwaga ile fedha kwenye akaunti yake. Ilipokuja ile fedha kama sehemu ya msaada, Karia akaichukua akaipeleka Tanga, akaiambia katengenezeni hapa. Maanake ukiniambia umenipa rushwa, rushwa ningeenda kupaua paa la bati yangu, rushwa ningeenda kutengeneza gari yangu. Umenielewa sijui, Abdallah, unakupata vizuri? Karia akatoka kwenye kashfa hizo, kwanza na msingi katika hoja ya uadilifu, lakini pili, kipindi cha Rais Karia ndio kipindi chenye mafanikio kuliko karne moja iliyopita watu watanielewaje? kipindi toto cha leo hivyo kifanya hivyo tu, yani usiwezi kuacha kusema ukweli, na hata atakaye tukana na tukane tunimezoea. Kipindi cha Karia ndio kipindi ambacho karne moja iliyopita haijawahi kufanya alichofanya Karia. Kwa mfano, sikiliza wale, kwa kipindi chake timu mbili za vilabu Tanzania hapa nitawataja hata wasojuwa mpira wamekwendaje, hata kama kibahati, tuzungumze tu sawa, zimecheza fainali ya federation, timu mbili, robo fainali Simba, kama nitakuwa sijakosea zinafika nne, robo fainali Simba, robo fainali Yanga, nadhani ni moja katika miaka minne wakiwa mabingwa. Umenielewa vizuri kaka? Ndiyo Makundi ndo haisemeki, yaani hizi timu zinacheza tu, kama simba hajawahi kufeli makundi, lakini nyingine zimecheza makundi zikafeli, nyingine zikashindwa kwenda kwa wakati wake. Kwa wakati wake ndo leo tunazungumza kupeleka timu nne, kwa wakati wake ndo unazungumza viwanja vyenye taa kwa sasa Tanzania vinavuka viwanja sita, kwa wakati wake unaosema simba tuna viwanja viwili vya mazoezi, ni maendeleo nisiake kusema simba sababu Karia angekuwa hataki simba tuwezi kupata uwanja huo, ndo ukweli. Kwa wakati wake tumekuwa na na complex kutoka wapi? kutoka eh, KMC. Ndiyo. Wakati wa Karia unazungumza eh, na nani, Abdallah, hujua anaweza kusifu mpaka sijui nikawa nasifu nini. Kipindi cha Karia ndio timu ya taifa imecheza eh, imequalify mara mbili kama sikosei, AFCON tatu ni ndio eh? Eh, kipindi ambaye ambayo contact ndio. <laughs> Kipindi ambaye timu za vilabu za kina mama Simba eh? Na, na awa, nani siyo, yeah, ya sijui yaani mimi ambacho unataka yaani Kari unapozungumza Karia katika soka hili la Tanzania, my brother Abdallah Abdallah hata ungetafuta kitu gani ukasema na ukagaragara mwamba, huyu bwana Mwenyezi Mungu amembariki sana, na mimi nimwombee dua wa Rais Karia, Allah ampe umri mrefu azidi kumpa maarifa. Eneo ambalo Rais Karia ana ana niseme anataka kutengenezewa dosari, na mwaka huu nimemwona ni mkali kweli kweli, ni eneo la waamuzi, na hilo siwezi kumzungumza Karia kwa sababu ziko kamati ambazo zinafanya shughuli hizo. Karia hapaswi kuziingilia hizo kamati. Mimi nimuombe mi kitu kimoja, bwana Karia, yeah. Kitu watu wengi wanashindwa kujua, lakini e huyu ndo ukweli bwana uh, Abdallah. Simba hatuwezi kuruhusiwa, mi sisemi Simba, siwezi kuzungumza na watu hawana hata kichuguu cha uwanja, hiyo nitakuwa nakosea Simba. Kisheria haturuhusiwi kuwa na complex, mimi nafahamu hilo. Kama kuna watu hawafahamu, wa ili wajaribu kulifanyia tafiti sisi kuwa zima complex ya mtu tukachezea inaruhusiwa. Kuwa na complex kama sisi, hairuhusiwi. Mi nimwombe Karia kwa wema kabisa, kwa sababu yeye ndio mwamba wa miamba katika mpira nchi yetu, basi atufanyie mpango, itungwe sheria, Simba tuwe na complex, alau tuweke majukwaa kama walioweka Meja Samuyo, tuweke majukwaa kama yaliyowekwa na, na, na, na KMC na Azam tupate kuitwa na sisi miongoni mwa timu zenye viwanja na naamini kwa Karia na ustaarabu wake, Karia na uvumilivu wake, Karia kwa upendo wake, ili linawezekana. Ni ombi langu na nimwombee kwa Mwenyezi Mungu, japokuwa wajambao walimwekea mapingamizi mahakamani, Karia aendelee kufanya haki ili mpira wetu uende mbele na sisi tutamletea kombe la klabu bingwa kabla hajaondoka, kwa sababu ni haki yake kupewa kombe hilo. Abdallah, machache katika mengi ya karia langu, mini hayo. Bana mi nikushukuru, kushukuru sana Seif kwa muda wako sana, asante haya. Ah, pole bana. Ah, hi... e, na mvua za huko ulipo, bana neema hii na mvua. Nasubiria kipolo hapa, haina shida sana, kuna kipolo hapa kidogo cha wali na chai kwa pembeni e, kipolo <laughs> na chai si watu wa pwani? <laughs> <laughs> bana, nikushukuru sana.